Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu niko bwele wa afya. Hongera kwanza kwa kutinga nusu finali ya CRDB Federation Cup na nusu finali ya kombe la shirikisho. Mimi nashukuru kwa sababu mpaka sasa hivi nishatinga nusu mbili. Jumatano nimeshinga nimetinga nitinga nusu finali ya lo, ya shirikisho barani Afrika, lakini leo Jumapili nimemalizia nusu finali ya pili. Kama siku ilivyo saizi, safi nimetulia na kula kiyoyozi tu Budo Joshua Mutara anaonekana kuwa bora zaidi katika mchezo huu wa leo. Ah, inasemekana loko ya mwanzo iliyokuja SGR ilikuwa mbovu Mama Samia kaagiza loko mpya ndio imeanza kazi rasmi. Eh, hey, SGR loko mpya imeanza kazi kesho ruti yake ya kwanza inaelekea Dodoma asubuhi. Mmemaliza mechi yenu ya Federation Cup dhidi ya Mbeya City. Kinachofuata sasa hivi ni kumfuata eh, Stereo s anakuja hapa kuja kumalizana naye Simba Sports Club katika kombe la shirikisho bara Afrika. Kwanza mzunguzaji mpinzani wako. Maana nitaka mkutane na Zamalek ikashindikana. Zamalek katolewa, katolewa bingwa mtetezi. Ah, huyu anaokuja huyu. Huyu kaingia kwenye tanuri ambayo sio lake. Sisi kodi zetu tulizoziandaa kwa ajili ya Zamalek. Lakini Zamalek alivyosikia ndugu yake kabutuliwa. Katoka nduki kuli kweli. Kakimbia kapenya. Sasa huyu kamuingiza sehemu sio yake. Yaani kasukuma kete ya jirani ambaye sio sio jambo lake. Huyu aponia. Huyu tamenosilia haijui. Hey, kajalini Tanzania sasa anakuja kuelekezwa hapa. Ndo Tanzania tunaanza kumnyoa kipala pale pale terminal tatu, sawa, tunamnyoa kipala pale pale terminal tatu. Yani amekoswa sana sana chuma tano yani ndo kakoso, lakini chuma saba zinamhusu kama uloya huyu, chuma saba zinamhusu hivi. Kazi tuwamfanya almasi huyu, atatoboa almasi ashayokuja lakini yule pale kalala kaamsho amka kakwea pipa kalale kwenye ndege kamkia kwenu huko. Mimi nakupa jeuri, Mnandi, natamba. Simba tumeamua umoja, umerudi yaani ile chumba namba nne, ukijikanyaga, ujue na unaondoka nacho. Aa, kuna chumba namba 4. Hicho chumba namba 4. jikanyage, pita kama unatoboa hicho chumba namba 4 usipite. Ukipita ujue umeumia, bora kama umeacha njiapanda. Mnandi njiapanda vipi? Kwani chumba sio nakaa watu? Kwani hata hapa amna, amna milango hapa geti namba moja, namba tatu, namba nne silipo. Au amna geti namba nne hapa KMC. Sikuna geti namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne. Sasa hapa geti namba nne hapa. Sasa, kwa unashangaa nini? Chumba namba nne. Kwa hiyo, Stellenbosch kaingia kwenye pipa la mafuta. Asubiri kuchomwa. Lema muogopi uh, Stellenbosch kumtoa Zamalek bingwa mtetezi? Sasa tuogope kati za Zamalek kakimbia. Kwa nini kamtoa kwa uwezo ule? Kama angekuwa na uwezo asingefunga South Africa. Kwa nini kashindwa kumfunga South Africa? Yule katukimbia sisi baada ya kusikia ndugu yake kala chuma sita huko. Kwa hiyo kukimbia. Na sasa tunasema bora alivyokimbia. Sasa tungemtoa kabisa kwenye ramani. Sababu ndo kanuni yetu tukifunga tunakuondoa kwenye mashindano kabisa kama tulivyomfanyia tulivyomfanya Widad, msimu wa kushiriki. Hiyo ndio Simba. Wewe unasema ushindi wenu mlioshinda ushindi ushindi ushindi wa wa wa Je, mshinda wa namna gani? ule Huu dhidi ya Almasi ulikuwa ushindi wa Mwamposa. Ushindi wa wazee wa fupi. ule si wa Mwamposa? Huu utakuwa wazee wa fupi. Wao waliwaogopa waliwaogopa wakazuia mageti. Eh. Na mbuzi. Na mbuzi, ng'ombe, mpaka kondoo kondoa watakuwepo. Eh. Namzungumza kwanza kiwango cha Eli Mpanzu amekuwa na kiwango bora zaidi katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Eli Mpanzu, umesikia katoka kwenye kikosi bora huko. Na huku chupu chupu achukue tuzo ya mchezaji bora wa mwezi, kachukua Dese Bukwala. Sasa unamzungumzia nini? Huo mchezaji wanamuala sasa hizi. Huo mchezaji sasa hizi tayari tumepata taarifa, Liverpool wanamhitaji. Sawa. Man City wanamhitaji. Mpanzu huyu huyu. Sawa. Man City wanamhitaji sasa hizi Eli Mpanzu. Tumesema tuuze, bado tuna kazi nayo. Kitaka mchezaji mtulie, kwanza tumalize shughuli yetu, tutawauzia. Na mimi niwape jambo moja tu, waandishi wa habari, muda umefika, wakati wenu sasa wa kushona suti, kusherehekea ubingwa wa Afrika kwa wajukuu zenu. Simba Sports analeta msimu huu, kuleta ubingwa wa Afrika Tanzania. Timu gani? Sikataja Simba Sports na yeye kashaondoka duniani. Sisi tunataka kumfariji huko alipo, apo kuziwa adhabu za kaburi. Ubingwa msimu huu unakuja Tanzania. Mbele ya Mama Samia Suluhu. Mbele ya Mama Samia akiwa mm. makamu wake wa rais kwenye utawala kabula, mm. wa John Pombe Magufuli kabla hajapoteza maisha, yeye ndio tutamkabidhi ule ubingwa pale Magogoni Ikulu. Mnandi na, na, ameingia uh, nusu finali mpaka bungeni mnatajwa na, natajua, eh, na spika wa bunge. Sio bungeni tu, rais wa dunia katutaja. Wao nasema bungeni. mm. Rais wa dunia katutaja. Jani Mfatino nasema bungeni. Bungeni si wanasherehesha tu. Rais wa dunia jana nimfuatinda akatutaja. Wewe nani usitutaje? Wewe nani usitutaje? Ndio maana naambia eh, waandishi wa habari andaeni suti. Muda wenu wa kusherehekea ubingwa wa Afrika umefika. Taarifa zingine Spider Kamara. Sawa, Kasha shitakiwa kule kasi. Kwamba amefunga goli, amedaka ame, ame mpira na miguu wakati anazokuwa adaka penalty na mikono. Kwa hiyo kesi yake tayari shaenda kasi. Washapeleka limasiri wanashitaki kule. Kwa nini adaka na miguu? Anasema kikosi cha kuleta ubingwa barani Afrika. Nani anasema? Asuma MC swali alikuwa pale kutangaza magoli, kuna mtu anapona hapa wana, Wanasema Young Africans. Uh, msemaji Ahmed Ali yeye alilia, lakini alishabanikan walizimia, anasema kitu ambacho washakifanya wao kufika finali fainali. Ahmed Ali alikuwa analilia e, nusu fainali yake ya kwanza nani? Ahmed Ali analilia nusu fainali yake ya kwanza. Ahmed Ali e, anafanya kazi kubwa sana ndani ya Simba, alilia kwa furaha. Kwa sababu katika utawala wake ndani ya misimu mitatu ya ligi hajachukua ubingwa. Kwa hiyo furaha yake kutinga nusu fainali ni furaha kubwa sana. Suti ya ubingwa tumeiandaa sisi mashabiki wa Simba Sports. Kwa hiyo atulie, lazima tushangilie ubingwa wa Afrika. Tuna mashaka gani ya kushangilia ubingwa wa Afrika? Kwa hiyo sisi tutashangilia ubingwa wa Afrika na alafu yeye MC atakaa kule kwenye mabwawa, leta maneno. Kwa namna Simba leo yeah. Uh, mmecheza dhidi ya Bea City uh, Cup. Natamani kutana na Young Africans kwenye hatua zijazo. Ikiwezekana hata i nusu finali ya mkondo wa kwanza wasije wale Stella Bosch. Watukabize wa jamaa. Hawa si raboshi, wasubiri mechi ya pili kule kwao South Africa, tukutane na hawa jamaa zetu, tukutane nao. Kwa sababu saizi kelele zote za Kasongo, siji mguto wa mtaki, saizi hakuna wanafurahia ushindi sasa, kitangazo tarehe ya dabi wanaandamana kwanza, nusu fainali tucheze nao hawa. Alafu tuone tunafanya nini. Hawa mimi nawatamani nawatamani kishenzi, wajamaa awanyuma mwiko. Yani nawatamani kishenzi, apigia simu mechi ya mkondo wa kwanza nusu finali, anakula ng'ombe mzima peke yake. Mimi nakuahidi mpaka after time watakuwa mechi wanakimbia, washakula tano. Aatu waache hata teminosili waijui, sasa wanatoboa hapa, eh Tanzania waijui, naona kwenye simu. Alafu natambia tena, ndo wapinzani wagumu. Niliwaambia mechi ile msibeti, mtaliwa. Wamebeti ile hayo, imeliwa wasingebeti. Songewini wanambetia Simba, Simba betiwii Yaani akiwa kwenye hatua hizi Simba sibeti. Unaona bosi wa Manchester United akipoa jezi na Young Africa. Kapewa jezi yule kaenda kujipendekeza kutoa jezi, kwani kawafuta wao. Wao wamekuja kuingia mkataba wa kutangaza utalii wa ndani Tanzania. Wamekuja kuingia mkataba na nchi yetu ya Tanzania kwa ajili ya kutangaza utalii wetu wa ndani. Sawa? Wao wamejipendekeza kupeleka kijezi chao pale. Wao wanapenda kujipendekeza. Kumbe alafu wanajipendekeza. Wamejipendekeza? Wamekuja kwa ajili ya nyumamwiko. Wewe niambie kama wamekuja kwa ajili ya nyumamwiko sawa? Wao wamekuja kwa ajili ya mkakati kutangaza utalii wa ndani. Wao inahusiana nini kupeleka kijezi chao? Wameombwa? Kuna kujipendekeza hmm? Wewe umeona Simba akijipendekeza? Kujipendekeza? Amna sio, wao anapenda kujipendekeza. Shughuli sio yako, naenda na pilipili na, na ndizi ya nini? Shughuli yako kama ubaba hujapata pilipili. Sasa hizi kwenye mashindano Manchester wameona kwamba Simba wanaopiga mwingi, Benjamin Mkapa, nani anawajua wa wanapiga, wana wana kwenye mabwawa eti wanapeleka kijezi. Pelekeni kile chenye namba 5 basi. Wanapeleka ile nini ya gold pelekeni yenye namba tano tumemfunga Simba. Ukumbushwe wapeleke nini huko Uingereza. Wanakuwa wauni tu. Wala wamekuja kwa ajili ya utalii bwana, ila kwa sababu wao wanapenda kujitegemeza, waendelee kuwa ma MC zetu tadili nao, mwanzo mwisho. Wanapeleka vijezi, sisi hatupeleki jezi. Kuna timu kibao zinataka kuja kuingia mkataba na Simba, kuingia ubia, hizo za ndani. Za ndani tunakupa. Yaani msimu ukiisha. Timu za wapi? Timu kutoka barani Ulaya, sawa, Spain huko Uingereza Nenda na kutajia Ujerumani, zipo timu kibao tena kuingia ulubia na Simba kama ujui Simba kubwa. So, wao unapeleka jezi. Jezi manake nini? Unapelekeza mtu jezi. Jezi kwenye mabwawa, timu haipo kwenye mashindano. Simba, msimu huu tunaenda kucheza kombe la dunia ngazi ya vilabu duniani, Kombe la dunia ngazi ya vilabu duniani. Tunaenda kukutana na Real Madrid. Eh! Tunaenda kucheza na watu wakubwa barani Ulaya hawajawahi kuvaa visiti mpaka leo. Mnafa nyinyi. Tunafaa sisi, si ndio? Nje nchi yetu wa nasema wao wajenga nchi eti tumepigania uhuru, mpigania uhuru anaweza kufanya fujo? Mda wote anaandamana yule mpigania uhuru, wale wauni kwenye nchi. Wazalendo ni sisi kwenye nchi yetu, uwanja unafungiwa kitu nautumia sisi, wao natumia wale mpaka ligi inaisha uwanja wao watumie. Kumbe nyinyi wababe wa nchi. Sisi wakubwa Afrika mkubwa sisi na national. Wengine wote underground. Na mpaka saa hizi na na na national na kashatupigia na kashatu, na kashatupigia simu mwanangu mnakuja nafasi ya pili eh? kwa hiyo sahizi tunaelekea nafasi ya pili sasa. Bara ni Afrika kwenye renki, siko nafasi ya nne, tunamshusha Sama Melody, si underground. Underground, wale wote underground zote tunakuwa shusha msimu huu tunawashusha, tunakaa wenyewe pale. Wao nafanya unafanya masayana uwo ubaya ubaya tu. So ubaya ubaya ubaya ubaya mwaka ubaya utaonekana, so, mechi mech wasikanyage a Benjamin Mkapa asaisio kukanyaga kabisa, yani wasinuse hata yani, kwenye TV hata kwenye 277 Wasinu... 277. <laughs> 277. ilikuwa nyeusi nye na antena na alafu, kuna redio mkulima ilikuwa rangi ya maruni na rangi ya, ya brown ya mkulima hiyo ilikuwa haina antenna, eh. Tumezidumia zote hizo mimi, wakasikilize hizo, kwa sababu kipindi cha nyuma radio kwa mjumbe mwenzangu, kawaida unakuwa na radio inaitwa wapi? Yani hiyo mechi hawataki ukutazama, hata hawataki hata kwenye TV, wasikilize kwenye 277, ndio atakuwa akasikilize huko wao, ndio nyama ndio nataka kufanya hapo. Sisi hasa usirabosha na toboa. Yani nchi hii haijui kabisa nani uzalendo hasa. Wamchukue yule kaogopa chumvi, sasa wamchukue ampeleke baharini kwanza chumvi, wakamuonesha baharini, kwa sababu baharini kuna chumvi kibao, wakamuonesha chumvi, asije kuchanga chumvi pale Benjamin Mkapa. Sasa tutaki maswala hayo, sasa nataka uje tukushenyete chumvi hapo. Wamefika uwanjani, wanalala, kuna magodoro pale, kuna majamvi pale Na... vinyonga wote polini, tunawapeleka pale vinyonga, kobe wote watakuwa Benjamin Mkapa hmm. Hey, tunatangaza utalii kinyonga, kobe, konokono au ndo tunawapeleka Benjamin Mkapa, tunaenda hmm. kutangaza utalii wa nchi Sio washakuja Manchester kutaka kutangaza utalii wetu. Hey. Sasa tunaleta wale wanyama pale kwa waone Benjamin Mkapa tunatangaza utalii. Eh hey, waone pia wajui. Hajai kwa nyaga Tanzania wanaiona kwenye simu tu, kwenye Instagram. Huu ndio muda wao sasa kuona wanyama mbali mbali. Paka Twiga atamuona siku hiyo. Sio wazee wafupi mpaka Twiga atakuepo Benjamin Mkapa. Salamu kwa Alikamwe. S Alikamwe ajiandae kushona suti ya kusherehekea ubingwa wa Afrika. Yesi kaleta mikufu Ikulu, ajiandae kushona suti. Tio suti tunalipa sisi Simba Sports. Yeah, yeah, andaye tu kwa fundi tunalipa suti. Na nyie watu wa media nishawaambia tayari yeah. Pelekeni vitambaa kwa mafundi, pelekeni oda mapema, suti za ubingwa mapema sana. Mkimaliza mtuambie bwana, tuko thelathini, tuko mia. Sisi Simba Sports tutalipa hiyo pesa kwa mafundi. Simba Sports, au wewe, Mnandi, utalipa? Sio mimi tu, mimi na wajayanti wenzangu wote nje nje, nchi na hapa Tanzania tutatoa pesa, tutalipa hizo suti zenu kwa ajili ya kuvaa siku ya ubingwa. Hamwezi kuingia t-shirt za kawaida, mna kuingia na suti maalum kwa ajili ya kupokea ubingwa wa Afrika. Waandishi wa habari wote, huu ni muda wenu wa kuweka historia. Toka mmeanza maswala ya media, hamjai kupokea ubingwa wa Afrika. huu ni muda wenu sasa. Na mimi nani nakuahidi. Hey. Nikichukua ubingwa na kununulia jezi. unanunulia jezi? hasa Hey. Ah, mda na jezi zaidi ya mia hapa nilipo sasa. hizi ninaoda jezi kama mia sasa, nitazivalia wapi? shukrani sana. Asante sana.